Taarifa mpya ni kuhusiana na Mahakama Kuu imetupa kesi ya Mpina dhidi ya tume ya uchaguzi. Taarifa hii ambayo imetolea imetokea leo siku ya Oktoba 15 mwaka 2025 ni kwamba Mahakama Kuu, Masjala Kuu Dodoma, imetupilia mbali kesi iliyofunguliwa na Luhaga Mpina na chama cha ACT Wazalendo, ikieleza kuwa tume huru ya taifa ya uchaguzi INEC haiwezi kuingiliwa na chombo chochote katika maamuzi iliyoyafanya kwa nia njema hii ni kwa mujibu wa katiba na sheria za nchi. Mpina alikuwa akipinga hatua za kuenguliwa kugombea uraisi katika uchaguzi mkuu unaotarajiwa kufanyika Oktoba 29 mwaka 2025. Uamuzio umetolewa leo Jumatano, Oktoba 15 mwaka 2025 na, na jopo la majaji watatu likiongozwa ikiongozwa na jaji Fredrick Manyanda wakisaidiwa na majaji Silvesta akisaidiwa na majaji Silvestar Kainda na Abdala Gonzi. Kutokana na uamuzi huo, Mpina hata ruhusiwa kushiriki kinyang'anyiro cha urais, huku kampeni za vyama vingine vinavyoshiriki zikiendelea kote nchini. Hii taarifa hii imeandikwa na a, kituo cha Mwananchi. Na kipi cha kusema kuhusiana na taarifa hii? Tuwekee komenti yako hapo chini.